Nam mtazamaji wa Faida Online TV, Shekhe mkuu wa mkoa wa Mtwara Shekh Nurdin bin Salim bin Chamwi amewataka waumini wa dini ya Kiislamu na wananchi wote waishio mkoani humo kujitokeza kwa wingi siku ya Oktoba 29, 2025 kwa ajili ya kushiriki zoezi la kupiga kura, pamoja na kuwasihi wagombea kukubaliana matokeo pale yatakapotangazwa. Sheikh Chamwi amezungumza hayo leo Oktoba 23, 2025 alipozungumza na vyombo vya habari akiwa katika Masjid Nnur, msikiti uliopo mtaa wa Chikongola, Manispaa ya Mtwara Mikindani. Faida Online TV tumekuandalia taarifa ifuatayo. Mimi naitwa Karim Faida. Leo nina nukta kama tatu hivi ambazo nitapenda nizungumzie, ya kwanza itakuwa ni hili jambo muhimu na kubwa ambalo liko mbele yetu la uchaguzi kwenda kupiga kura siku ya tarehe 29 mwezi wa kumi. Tumeona ni wajibu wetu kukutana na nyinyi, ili kupitia kwenu maelekezo yangu na ushauri wangu na nasaha zangu ziweze kuwafika Waislamu mkoani Mtwara na jamii kwa ujumla, kushirikiana na wote katika hili. Hiyo kura ni jambo lenye asili, naweza wakaikhtilafiana watu hasa katika chaguzi zetu hizi, lakini tunasema kama kutakuwa na mtu yeyote atasema kwamba haifai, basi yuko mwingine anasema inafaa. Kwa wagombea, nasaha yangu kwa wagombea, nasaha yangu kwa wagombea, wagombea, wajiandae kisaikolojia inaweza ikatokea usipate, ujue, hiyo ni kadhaa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, usipate shida ukapeleka moyo mbali. Aidha, Sheikh Chamwi amezungumzia neema na tunu ya amani ambayo taifa la Tanzania imebarikiwa amani na utulivu, imesema mara nyingi. Sitaki kusimama sana katika hili, limezungumziwa sana hasa mheshimiwa mufti na shekhe mkuu wa Tanzania imekuwa ndio neno lake ambalo halitoki mdomoni kwake na kuagiza wale wasaidizi wake kuihubiri amani, ya kwamba hiyo ni katika tunu na neema kubwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe anataka tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumwabudu yeye kutekeleza yale yaliyoamrisha yale yale na kuyaacha yaliyokataza, lakini kwa uchache hata kuitunza ile amani yenyewe na kujua ile nafasi yake na tunu yake ni kitu muhimu sana. Nadhani <takers> mnayasikia mna, mna mnayaona kwenye mitandao huko yanayosemwa na yanayohamasishwa mabaya. Sasa kutoka kwetu kwingi kwenda kupiga kura, basi hiyo tutaitangazia dunia kwamba hicho kinachosemwa haki na Watanzania wote, isipokuwa ni watu wachache tu kwa akili zao na kwa sababu zao wenyewe wanazozijua ndio yanayosema haya. Lakini wenyewe Watanzania wapenda amani wazalendo hawako hivyo. Ushahidi wake watashuhudia pale tutapojitokeza kwa wingi kwenda kupiga kura kesho Juma, inshallah. Kesho Juma, inshallah, inshallah. Naagiza maimamu wote wa misikiti ya Ijumaa Mtwara, mkoa mzima wa Mtwara, mijini na vijijini, wote kwa umoja wetu, kesho siku ya Ijumaa, basi khutba zizungumzie juu ya swala la uchaguzi na kuwahimiza wananchi na Waislamu kwa ujumla kwenda kujitokeza kwenye uchaguzi, lakini pia kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala atupishe salama, atuvushe salama kwenye uchaguzi wetu huu. Tunajua sisi uchaguzi ukitokea kwa wenzetu yanayopatikana, Allah subhanahu wa taala atusalimisha ya rabbal alamin. Mpaka kufikia hapo nimeweka nukta. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV.